Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya mtoa hoja Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, na kwa mujibu wa kanuni ya 123, kanuni ndogo ya tatu A na B ya kanuni za kudumu za Bunge, toleo la Februari mwaka 2023, na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kutoa taarifa kwamba bunge lako lili likikaa kama kamati ya matumizi limekamilisha kazi zake. Naomba sasa taarifa ya kamati ya matumizi ikubaliwe na bunge. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Na baada ya hayo Bunge likapitisha rasmi kiasi cha shilingi bilioni 782 milioni 85 laki mbili na elfu hamsini na tisa, ambayo ni makadirio ya mapato na matumizi kwa ofisi ya wa waziri mkuu kwa mwaka wa fedha 2025/2026, na kwa mujibu wa kanuni zetu nitawahoji waheshimiwa wabunge wanaoafiki kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya waziri mkuu kwa mwaka wa fedha 2025-2026 waseme ndio, wasioafiki waseme sio. Wote mmeafiki. Sasa bunge limepitisha rasmi makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya waziri mkuu kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Awali akijibu hoja za wabunge, waziri mkuu akaeleza namna ulipaji wa kodi umeongezeka ambao umewezesha utekelezaji wa miradi mbalimbali hapa nchini, ambayo ni sawa na ongezeko la asilimia 77. Mathalani, katika kipindi cha mwezi Julai hadi Machi mwaka elfu mbili mwaka wa fedha 2024/2025 mamlaka ya mapato Tanzania imekusanya kiasi cha shilingi trilioni 24.5, sawa na ufanisi wa asilimia 103.62 ya lengo letu. Aidha, makusanyo hayo ni ya kiwango cha juu kabisa kufikiwa na mamlaka ya mapato Tanzania kwa kipindi kama hicho tangu kuanzishwa kwake. Kiasi hicho ni sawa e, na ongezeko la asilimia 77 ikilinganishwa na kiasi cha shilingi trilioni 13.59 zilizokusanywa katika kipindi kama hicho kwa mwaka wa fedha wa mwaka 2020-2021. Mheshimiwa Spika, ufanisi katika makusanyo uliofikiwa ni matokeo chanya ya kutekeleza kwa vitendo maagizo na maelekezo ya mheshimiwa rais ya kuboresha mazingira ya ulipaji kodi. Serikali inawapongeza walipa kodi nchini kwa kutimiza wajibu wenu kwa kulipa kodi stahiki kwa wakati bila shuruti na kuendelea kuunga mkono kizalendo juhudi za serikali za kuleta maendeleo nchini kwani kodi yetu ndiyo maendeleo yetu. Lakini pia waziri mkuu amesema serikali itaendelea kushirikiana na vyama vya wafanyakazi katika kuhakikisha haki za wafanyakazi zinapatikana. Dhahiri kuwa wafanyakazi wamekuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa letu. Nitumie fursa hii kuwapongeza kwa, kwa dhati wafanyakazi wote nchini. Vilevile wapongeze waajiri, viongozi na vyama vya wafanyakazi na wadau wote, na kuendelea kuheshimu haki na utu wa wafanyakazi. Mheshimiwa Spika, napenda kutumia nafasi hii kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kushirikiana na shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania tukta vile vile na chama cha waajiri Tanzania ATE, katika kuhakikisha kuwa msingi ya haki ya wafanyakazi inazingatiwa. Serikali itaendelea kwa kuhakikisha kwamba wafanyakazi wataendelea kupata stahiki zao kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Hili linazungumzwa kwa sababu mafanikio yote ya serikali yanatokana na kazi kubwa inayofanywa na wafanyakazi hawa kwenye sekta ya umma na sekta binafsi. Bunge litaendelea hapo kesho saa tatu kamili asubuhi. Kutoka Dodoma, mimi ni Zaitoni Mkwama.